Nilikuwa na taarifa na tiketi tayari tulikuwa nayo eh, kuna tiketi tayari tulikuwa nayo sasa. Sijajua sasiyajua, e, kwamba itachezeka au haitachezeka. Naona wengine wanaposti tukutane uwanjani, wengine wachaka taa kwa watu elewi mpaka sasa hizi, tuende tusiende, uko pande gani ndio kwenye Simba rangi. Ah, kwa leo nadhani natetea mkeka kakaa mdao ambacho kinakuja. Unajua sahizi timu kama zinapishana uwezo, wengine wanaamini uchawi, wengine wanaamini nini, shanelewa. Kuna mda kuna sijui ni wapi niliona watu wanamkataa refu, sasa sijajua kama refu anaweza akaamua matokeo serious

blga yeah, kiukweli, uh, kwa uh, kwa kwa kwanza umegusa swala zuri sana um, kama tulivyoanza kuhusu LC Waikiki nisema kwamba nia yetu kubwa na kila mtu agusa mm -hmm. maswala ya bei ua be maduka klasik vitu

usafi vile vile AC, e safi, maduka yanang'aa vizuri, nadhani location tu. Kitu gani ambacho, kwa sababu standard ni ni brandi ya kimataifa, kwa kuna standard zake za, inatakiwa iweje, eh yeah, standard zake za maduka inabidi yaweje, kwa hiyo usai huo uko maduka yote, labda location tu tofauti. Lakini pia hali kwa kujazia hapa kwa Dula, yeye amesema leo anatoka na mzigo mingi sana, laki tano. Ah, laki tano, eh? Laki tano. Najua tutatoka na mzigo wa kutosha, wewe umepanga kwenye hilo hilo, kuna swali moja amekuuliza hali nzuri sana wewe ni mchekeshaji bora wa wachekeshaji wote hawa Tanzania, niweke hivi, umeshinda milioni 30, before kuwa na ushindi wa kupata fedha kama ambavyo unapata sasa hivi, Maokoto, ulikuwa una uwezo wa kufanya shopping ya kiasi gani? Yani, ukisema leo minaenda kufanya shopping, naweza, unaweza ukaspend shilingi ngapi, ama inatokea automatic? Na baada ya kuwa mshindi, maisha yamekuwaje? Au ndio hivi unavalishwa tu na maduka utoe hela? Okay, mara nyingi hivi shopping zangu ni za uhitaji

mara nyingi ni show show, na kwa ishoosadiak kwa sababu sahivi Leonardo ni pea, amekuja na wife eh, unajua lazima anaongoza, na amesema huamini kama Leonardo anaweza kawa mchekeshaji bora ah, hiyo kauli ya rekebisho huko akasema